Karibu tena kwenye makala hizi ndani ya habari 254 TV, achia mbali Bonga TV Media. Hapa tunaongea kuhusu vitu ambavyo vina kila ambacho tunachokita uhalisia. Sasa siasa za Kenya, ishu nzima ni kuhusu katibu mkuu wa chama cha ODM ambaye anajulikana kama Edwin Sifuna. Ikumbukwe ya kuwa ni jamaa ambaye amepiga mishe zake ndani ya chama cha ODM ndio, na vilevile ni wakili wa kupigiwa mfano nchini Kenya na kuna wakati fulani pia amejaribu kutimuliwa kama katibu mkuu wa chama cha ODM, lakini Political Parties Tribunal imemkingia kifua, na vilevile mama Ida Odinga na familia yake pia wamemkingia kifua. Kwa hiyo Edwin Sifuna bado atabaki kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, chama ambacho kiliasisiwa na hayati Raila Amolo Odinga. Bongati Media Michael werem weremhusen akoaje ya ni chama, mm. E, chama, cha Ruto, chama, chama, cha Ruto chama cha Ruto cha Ruto pia chama cha Rutoaa ba marehemu nyaga mm. ya yeah, so watoto wa kambo wamerudi kudai kilicho chao pia kwenye, kwenye chama mm. E, mzazi anapoondoka watoto wanang'ania, so kama kuna wake wengine walikuja wakazaa hapo, kila mtu atahitaji share hata Rais mwenyewe mm. alisema Uh, sisi ndio wanzilishi kuja kuitisha haki yetu pia, tutakuwa tunahesabika. Kwa hiyo si mgeni, alikuwa deputy party leader wa ODM, wa ODM. Mm. So wadadai kilicho chake na Sifuna pia ni mtoto wa mama wakambo. <coughs> baba ni ule mmoja tu <coughs> Ndiyo. So anasema hichi ni chetu, lakini Ruto anawambia mm. tunahitaji pia sehemu eh, manake sasa sisi ni part and parcel. kabla wewe uzaliwe by the way tulikwepo Unaona. Unajua mimi huwa anajiuliza inakuwaje ile hali ya watu ambao wanatoka katika nyumba moja wanagombania fito, kwa maana Edwin Sifuna pia anajaribu kutafuta nafasi yake katika chama cha ODM, na kuna wale ambao wanajihisi ya kuwa jama huyu hafai, ni mgubara mgupwani. Mara nyingi huwa anaonekana kama analeta ile slogan ama kauli mbiu ambayo inasema one term. Sasa kumpiga vijembe rais ambaye yuko mamlakani William Samoe Ruto, na ikumbukwe pia chama cha ODM kiko katika serikali. Uh, unajua siasa ni maslahi na mm. pia ni unafiki nakozungumuza mm. kuhusu uh, kupigania no. eh, kwamba hataki kujiunga na serikali mm. Those are interests. Na pia wale ambao wanataka kujiunga na serikali ni, ni interests. mm. kuna mtu anapigania mwananchi pale mm. Maslahi watatoka waingie kwenye V8 mm. walindwe maskari wapate kila kitu sio, kila mtu anapigania sehemu yake, interest ya. k shaisikia, kuna mtu anapigania mwananchi wa kawaida hamna -ha. watatumia tu neno, tunalinda wananchi mm. tunapigania wananchi lakini mm. wapi? So katika hili tumbo mm. iliozaa Kai ndio ilizaa Abel bel Isau mm. iliozaa Isau ndio ilizaa Yakobo mm. kwa hiyo iwe ni Ruto mwanzilishi ama Sifuna ndiye katibu mkuu mm. A, wote hawa bila shaka ni interest wanapigania, manake e, e, kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao mm. Ruto anahitaji kushinda mapema. Wow. Okay, Sifuna anapambana anataka mm. kusimama mm. ama nani anaenda kumsimamisha ndio, na what is the probability ya wao kushinda the mm. that's the biggest thing <laughs> ama pia pia pia naye anataka kwenda kuungana na <laughs> na na Gachagua mm -hmm. na Gachagua kuna kuna interest Kalonzo, pia kuna interest interest mm. Kalonzo so all all of these these guys is all about interest. Who is is about who who fighting fighting for the yeah. fighting for for common common common mwananchi mwananchi mm. mwananchi mwananchi ah. siku serikali tapigania are friends or cartels ganging up for their own selfish interests. na tu pinzani pigania kweli hiyo pinzani, wengi wao wamekuwa serikalini sasa those are the same same criminals mm. most of them are criminals cartels thieves murderers. Yani nyani ah. ni wale wale mazingira ndo wamebadilisha. yeah so is there anything new they're going to be? okay Sifuna ametoka hapa mm. Sifuna ametoka hapa, tuseme waenda kusimamisha mtu, who is this guy mm. kama wataenda sa independent nini wataenda uh, sa ODM mm. kuania mm. 'cause they can as well gang up and chase out wakina like um, Oburu Odinga mm. yeah, they can sweep him away. Mm. Yeah? Uh, uh, kinanani kama wanataka unajua, wote wanangania, wanangania nyumba, mm. so wanaweza wakamfukuza Oburu Odinga kama, mm. wao wanamfukuza kuwa nini uh, secretary general mm. wao pia they can as, uh, as well gang up eh? and do away with Oburu mm. eh? and the company, by the way unajua, kuna sababu ambazo zimempelekea zimewapelekea wao wahusika kumweka Oburu pale, ijapokuwa umri wake pia umekwenda Unajua, Uburu ni mtu ambaye ana ambition wakati huu na kile kiti cha mwenyekiti wa chama husika, akihitaji mtu ambaye yuko na ambition kama Babu Owino, Sifuna na hao watu wachanga, kwa maana mtu ambaye tunamchukua kama mwenyekiti wa chama husika atakuwa pia na ambition na kusimama kama rais na atampa headache William Samoe Ruto. Siasa ya saizi sio siasa ya 2027 mm. Siasa ambayo inataka nipigwe na watu ni 2032 mm. 2027 labda watu wanajiposition tu kuwa na ushawishi mm, kwa ajili ya kupata minofu katika serikali ya Ruto mm, kwa sababu hakuna mtu anaenda kushinda Ruto. Ruto cannot uh, accept kuwa mamlakani for only one term, that one forget. Kwa hiyo wewe uko na imani ya kuwa ni two term? Ni two term nautalia safi <laughs> kwa <bahati mbaya. laughs> eh, huh? ni two term alishuhudia Kibaki akiiba kura, wamesaidia wananchi. Hmm. Gachagua walikuwa na amuru watu kupigwa kwenye maandamano na anaamka saa kumi na moja, ameshaingia ofisini. Matiangi akiamka, akibeba Pendo, kifo chake maandamano hawakutaka. Wa leo hmm, wanakuja kama malaika wa nuru kwamba wanapigania wananchi. Hmm. Who told you they are fighting for the common man? They are not. It's all about it. Martha Karua anakuambia nini? Martha Karua, hey, by the way, Martha Karua amekuwa Minister of Justice, Minister of uh, Water, Mm. unaona by the way wakina mata kurash will be the last persons to speak about change in Which this in this country change are they go, talking about the, some of these guys they were rigid hata hizi changes ambao Raila alikuwa anapigania hawakutaka mm. the best example ni kupata the new constitution whereby tunakuwa na county governments mm. whereby people within a given locality mm. can govern themselves unaona wanapanga mipango yao na kuamua kile ambacho wanataka kwa provinces. Provinces, kwa sababu ya tamaa ni nini na nini mm. kila mtu akasema oh, tunataka maeneo yetu pia mm. it, it Ma mm. Mm. kwa sababu ya tamaa Mata Karua, kina Kiraitu Murungi, Chris Murungaru, they didn't want this thing mm. Nakumbuka mchakato wa kufaidikisha kupatikana kwa katiba mpya kuona cliffy mm. draft wakabadilisha badilisha Kiraitu mm. kuona, Naivasha draft na nivasha af boafa saizi kwa maana unajua argument yao ile walikuwa na dai ya kuwa hatitaleta mgawanyiko wao ndio mgawanyiko <laughs> nchini Kenya, unaona mgawanyiko. Wakati walikuwa wana campaign kuingia kutoa Moi tuo tu, they promise hiyo kuleta mabadiliko ya ndio, mm. kupatikana kwa county governments mm. walipoingia, it was our time to eat now mm. hizo changes hawakutaka. Kibaki alisumbua sana mm. Karua was was, mm. so these are the same demons but in different locations Mm. Same demons in different locations, locations. Kuna wengine wako ODM kuna wengine wako PNU mm. kuna wengine ziuu muungano wa upinzani mm. kuna wengine kwa, kwa serikali nah. So kuna wengine wapo tuko wananchi mm. Same demons in different locations, locations. Kuna demons wa Murima mm. kuna demons wa Pwani kuna demons wa, okay, wa Western kuna kuna kuna lake side uko, mm. Kuna wale watuwa, Heduko, kuna wale tu headquarters ni Nairobi hapa. Kuna wale wa valley, eh, Rift Valley hapo kwa so these are demons when they come in in different mm. names UDA <laughs> oh, <since you laughs> nini? eh. wanakuja kama malaika wa nuru mm. but who is there fighting for the the interest mm. of the common mwananchi nani naona mm. no. people mm. languishing in poverty people mm. uh, in terms of Education is expensive, health sector is shida mm -hmm. So mtu anafanya kazi ambayo ameajiriwa kufanya mm -hmm. Alafu anataka apigiwe makofi, makofi ma, uh, mm -hmm. ati ni sifa. Sikia Bush, anapigiwa ama Trump, ameunda ndege ya kivita hati ametengeneza ame barabara mm -hmm. ni kazi yake mm -hmm. ama ni kazi ya counties ama majimbo yale ya ma New York na mm -hmm. Why should I clap for you No need but because in Africa tumezoeshwa mm. tunaona ni kama uh, tunafaidi ama tunasaidiwa, ni kama msaada, yeye tunalipa ushuru. Tunafanywa favor. That's why kuna wakati tunapiga story na jamaa nikasema, mimi ile referendum naweza piga ama kura naweza piga mm. siku zijazo mm. ni wakati ambapo tumeamua kufanya uchaguzi ama maamuzi ya kuwa katika utawala wa Mwingereza kwa maana mfalme mm kwa kuendelea kujitawala mm. na mkoloni mweusi ama turudi kwa utawala wa wakoloni. Wa koloni kama mm. vile Crimea ilikubali kuwa chini ya Russia. Unaona? Mm. Mm. E, kama vile Australia, Canada mm -hmm. wamekubali kuwa chini ya At least tutakuwa na order. Wale wakiongea wanasema huyu rais tumemweka hapa mm, zingatie 1 2 3 asipofanya, <laughs> anapigwa kalamu ama anapigwa panga. Mm. Jana, sijuzi nimeona rais wa zamani wa South Korea ama China. Mm, Ameshtakiwa kunyongwa. Unaona, adhabu adhabu, adhabu, yake ni kunyongwa hadi kufa. Sasa tukiangalia vizuri pia unapata kama kuna mgawanyiko ndani ya chama cha ODM. Kuna mrengo ambao unaegemea upande wa Edwin Sifuna, Babu Owino, Osotsi, Hamisi, wakina brand weke nao wanasiasa wachanga, unaona Alafu kuna mrengo mwingine ambao unaegemea upande wa kina Uburu Dinga, wakina, Ubu, wakina anaitwaje huyu gavana wa Gatuzi la Umabei Gladys Wanga. Hapa juzi juzi walikuwa na mkutano kule Tononoka na mkutano mwingine, kulikuwa na watu watu ambao walifika sehemu za Kitengela Kitengela, ambapo mkutano wa Kitengela ulifana zaidi, yaani watu walikuwa mobilized, ambapo hata baadaye kuna tiaga ambayo ilipigwa, mtu mmoja akapoteza maisha. Unaona, sasa we ukiangalia jinsi ODM imegawanyika mara mbili, unaweza sema nini? Kwa maana kuna wale ambao pia wanadai ya kuwa mrengo wa kina Sifuna wamenunuliwa. Yani kawaida katika politics kuna filosofia ama, mm. sera wazina tofautia na kutegemea na watu mm ni matamanio ya Gachagua pia kuona ODM imesambaratika tu, lakini mtu mkuu anapoanguka wana ndege uyumba. So mwenye, alikuwa, mwenye kiti hmm, ambaye alikuwa ameishikilia ameondoka, so lazima you'll expect all this imekufa tayari, iwe imeisha, watu wengine waje wamekuja na eh, where is ingine, chama kingine Mm. Lazima kuna mabadiliko kesho young tax ndio tumekuja kibabe, sijui kuonesha wengi hawa. ah, watu pia ni wafuasi wa mnyoro huko ambao wanampigia makofi huko, nadhani wako naye yeah. Kwa hakuna wakaa katikati, kwa hiyo hiyo inamaanisha kuwa ile hali ya ODM kusambaratika, DCP watakuwa wamepata faida zaidi the second largest political party, maybe kutegemea na jinsi uchaguzi mm. utakavyokuwa. Ah, maana kwa sasa ni ODM mm. then UDA. Mm. So UDA itakuwa ina gain popularity mm. sababu ODM sasa kuna mm. uh, msambaratiko unaona. Katika kusambaratika hivo sasa, inakuwa ni changamoto mm. kwa wananchi, pia sasa wanagawanyika, kuna watu wengine watawaipiga kura. Unajua Uraju, mimi nilikuwa na fili ya kuwa huu mrengo wa kina Edwin Sifuna kuna jinsi mrengo yenyewe inafadhiliwa na akina Uhuru Kinyata. Kwa maana yule mwanadada ambaye anajulikana kama Pauline Njoroge alionekana katika kule Kitengela hata no, akahutubia. Obama no, hmm. akiunga Biden mkono. But Bill Clinton amekuwa kiunga so hmm. Uru involving himself in politics hmm. is he is part of it but so, itu at the end of the day is, is about uh, nt mm -hmm. uh, interest sponsoring people to destabilize another political party that's a poli that's a politics that's why you call it politics hmm. you use your ta tactics and asoma kuna kitu Watergate scandal it happened in the US hmm. Watu walikuwa na tumia mbinu za kijanja kupata kupata information about uh, political campaigns mm. za the, the, the, their competitors yes. Na hapa ilikuwa ni demo, uh, Republicans mm. walikuwa na chung, wanachungulia uh, mbinu za re, Democrats mm. I think huyo we president mwisho ali, ali Ke, alishinda kesi lakini mwisho tena wananchi wakamtupa nje. Watergate scandal, Watergate scandal, it happened in the US. Hapo ndio mali tulianza kitu inaitwa investigative journalism. Mm. Ilianzia at that time jamaa alichunguza, wakachunguza, walituma watu wakaenda wakaiba documents, ndio sasa waende kuakaunt kutegemeana na mbinu zao za uchaguzi ama mbinu zao za campaign, mm, asera zao mm. Na hii katika siasa za Kenya sio zote zipo mm. Hata wakati wa Raila Odinga kuna moles wanapandwa, wanawekwa ndani ya chama mm. Alafu ndo na Sifuna information wakipeana. Sasa tukisema pole Njoroge, sijui nani, all these political parties, this is what they do. Kuna wakati Kalonzo amekaa kwa ODM mwanzo akatoroka na chama. Dan Manzo. Eh, wakaenda wakasimama kivia wa ODM Kenya. Raila ndio akaja akasimama na ODM ya bwana Manyara, unaona kufanya kazi lakini sasa, unajua pia mimi nilikuwa najaribu kujiuliza maswali kibao kuhusiana na fictitious characters ambao wana associate na Sifuna nanielewa kwanza, huyu mwanadada ambaye anajulikana kama Pauline Njoroge ndio yuko Jubilee. Na Jubilee ni chama ambacho kinataka kumsimamisha Matiangi. Nanielewa. Matiangi yuko karibu ama ana ukaribu na kina wa Munyoro na au wanasiasa wengine. Ya pili, kuna mwanadada fulani ambaye nimemuona kwa timu ya Sifuna, wanasema sisi ni Sifuna, ndio hiyo, ndio kauli mbiu ambao wanatumia. Huyu mwanadada kuna video moja ambapo alikuwa na celebrate, na sherekea kifo cha Raila Amolo Odinga, amesema wako, anasherekea alikuwa nafurahia kuanguka kwa broad-based government. So it depends the interpretation ya watu. But at the end of the day don't trust on, uh, don't, don't, Sifuna kama anataka kupiga hatua katika maisha yake ku trust the Mount Kenya people is just a wastage of time. Kwa nini? Because wao wana utamaduni wao mm. wa kupigania kilicho chao mm. na siku zote, hao kazi yao kubwa kila mtu anataka pawa, hakuna mm. vile utakuwa namuunga mkono, labda utamuunga mkono waambie saa utakuwa chini wa huyo mwingine anaitwa nani, huyu wa kikiaru Ndindi Nyoro Ndini, labda yaani kutumia wengine mm. Na imekuwepo oh, tangu mwanzo Oginga Odinga na Kenyatta mm. The same thing imekuja tena wakati Raila anasema Kibaki tosha, wakasema okay. unie jamba yeah. uh -huh. same, same thing imekuja wakati wa... Ruto, so it's either umfuate ama uumie that's why hata wakija the very tactical unajua ah. jamaa si mchezo and that's how Moi handle them mm you people they don't joke. Kwa hiyo Ruto ni mtu ambaye huwezi muingia kichwa kichwa ah, ah, ah, ah. there's a guy I told you that Raila Odinga ni mtu ambaye ni mungu na mungwana mm. mnaweza mfanyie hizi vituko kwa vyote but with Ruto <laughs> don't dare <laughs> So ataikita kwa punda mzee, tusi waende, wa wa waende wamuulize jironga ange kwa live. This guy he, he doesn't forgive na hata wanajua, si atawajui. So Mount Kenya, at the end of the day, wanangangana kupata kila mtu akona haki ya kupata power no. na mm. kiungwana bado huko unaona vitu kama hizo mm. kama malaika wa nuru jinsi ya kugrabi power, ichukuliwi tu, unaichukua kwa nguvu kuonyesha kwamba ni wazuri, ni wazuri unaona, itakapofika itaka katika beza ya mazungumzo, nasema ilitolewa na huduma namba, ndio akisema wanaongoza katika idadi mm. Yeah, it happens kama kesho tu itakuwa sasa saa tunahesabu, eh, nini sensa hapa Kenya utasikia, oh, kabla nyingine iko juu, wale wengine wamekuja maovateka hawa. yeah, it's a game of of numbers numbers ndio wakuja na ile kitu fallacy inaitwa tyranny of numbers. Mm. There's nothing like that tyranny hmm? Tyranny of, of manipulation. Hiyo issue ya tyranny of numbers ni mani, ni ni fallacy ni, ni fallacy ah, ni ukora after 2013 wanasema Accept and move on, sijui mm, nini vitu kama hizo uh -huh. Madhara yake tunazidi kuyaona kwa sababu ya usaliti, mchezo mchafu wa siasa mm, na propaganda nyingi mm. So Kenyan politics ni shida, so whatever it's happening at the moment mm, ni ku-split hii vote ya waluya hii mm, wengi wamefaulu siku zote mm, wakisha split, mm -hmm, awana mega hii awana mega hii, unaona hapo story itakuwa imeisha. Yeah, so ndio pia hata kama wa mnyoro na kundi lake wasaidiane na na pia wamnyoro watasumbwana tu na, na, na Matiang'i kwa sababu pia wapatani vizuri. mm. Matiang'i pia ndio kichungu mingine unaona, so hapo pia ni kazi ah. ku split vote za Western mm. inakuwa ni faida kwao, ingawa wakiweka hizo vote zote kwa basket moja mm. watakuwa na usemi na hata si ati kwamba Western pekee yake huwa anasema kwamba imegawanyika. Hata kuna wakati wa Matiba na wakati wa Kibaki walikuwa wamegawanyika mm. wakati mm. wa Kenyatta sio wakati wa Matiba mm. it happens maeneo yeah, mm, mengine pia watu wa, wako, wako torn in between. Kuna wakati Ngilu versus Kalonzo. Unaona, yeah, so in politics it's all about interests, so kila jamii inataka power. Central wamezoa hii power, wanaona lazima irudi kwao. Unaona, lakini wengine wanasema hapana, pia si ni zamu yetu tunaitaka. Lakini sasa pia lazima wengine watumie njama za ku wengine ndivyo sivyo, so oh, itakuwa oh, nani oh, oh, atakubali kutumika kama mpira wa ngono. By the way, haya tumika, alafu unatupwa. Mount Kenya East walisema pia tumetumika muda mrefu, pia situnataka hii pawa. Mm. wakina Ruku wakina Soprano mm. eh? wanasema mmeishi kutumia, hakuna hata siku mmetoka kuwa deputy president hakuna siku mnasema hata. okay, mtu from Mount Kenya East naye pia asimame tumuunge mkono na watu wengine mm. ni nyinyi tu. kama si Muranga atokee Nyeri, kama si Nyeri atokee Kiambu, kama si Kiambu atokee. Unaona vitu kama hizo. Politics is all about interests. Confusion, confusion everywhere. That's it, what will you do? kuna mtu hapo umeona anapigania mwananchi wa kawaida? Hakuna, hakuna. Go to Central Kenya uone mm. miaka hiyo wamekuwa na three presidents so inamaanisha kuwa hii ishu ya kuwa wakina Sifuna wamenunuliwa kunaweza kuwa na ukweli hapo, sio kunuliwa, ni kushawishi. Say people now negotiating eh, hii ni siasa, a siasa mm, kama umenuliwa hujanuliwa mm, hata kunuliwa is part of politics. Hakuna mtu anakuja hapa mimi ati mimi, mimi, mimi ni mzalendo, napigania wananchi mm, hamna. Kuna kitu kama hicho? I see so whether that sikukua alikwenda kula ugali state house

kama ingekuwa kweli mtu akiwa mamlakani anasaidia watu wao mm. Ah, watu wangekuwa wanakimbilia sentro ilikuwa Singapore. Ah? Singapore ya kwanza ilikuwa hapa mlima <laughs> yeah. Singapore mm. uh, Malaysia ingekuwa Rift Rift Valley. Rift Valley. Eh, uh, but now make efforts of visiting those places as well. mm. kama kweli ina reflect what we are saying. <laughs> Bana, inaoma mzee, inaoma e bwana. Tutarudi baadaye kuhusu vitu vingi ambavyo vinafanyika nchini Kenya. Sasa tunaongea kuhusu siasa ambazo zinapigwa nchini Kenya, na unajua siasa kama kawaida huwa ni maisha yetu, na kuna jamaa fulani mwanafilosofia kutoka maeneo ya Greece, sijui anaitwa Aristotle ama nani, alikuwa anasema kuwa human being is a political animal kwa hiyo usishangae ukituona kama tunaongea kuhusu masala ya siasa humu nchini na vilevile kimataifa. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vilevile vile kushare Habari 254 TV pale kwa YouTube na vilevile vile Bonga TV Media. Ukifika pale una subscribe, una like, una share na vilevile vile una comment, alafu baadaye pia unamjuza wana kule mtaani apate kujua ya kuwa kuna watu wawili ambao wanawajali zaidi kuhusiana na vitu ambavyo vinafanyika huko nchini. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vile vile kushare. Shukran jidan, marhab Habib Jidan. Shukrani Mwarabu anasema leo kusema asante sana sana sana mara elfu moja eh. Sema tu shukran Jidan. Ah. Neno moja tu shukran Jidan. I see. Eh. Safi.